Kila mara eh, hey. Kila mara na kila wakati ah, katika inji letu na <laughs> taifa letu ya Kenya, wengineo huja wanasema ati Ruto ni mbaya, ukilinganisha mtu kama Mseveni ameongoza nchi yake ngapi, na ule wa Gabon sasa Ruto amefanya kazi miaka mbili alafu na ngoka kwa wengi waka hapa. Hiyo tu kae chini. Ah, ashaongea. Amemaliza. Ashamaliza. Leta hiyo hiyo. Amemaliza. Wewe ni mwana wa Uhuru Kinyata mtetezi ya wanyonge, mimi nataka kusema jambo la moja ya kwanza, Mheshimiwa Speaker, mambo la havieta na mambo hmm? la betting company. Kuna watu Kenya hii ambao wanatuonea kwamba sisi watu ambao ni kawaida, sisi ni wajinga sana, kwa sababu serikali kuu, national government na county government, wameshindwa wao kuweka biashara ili vijana wapate biashara. Pili, wameshindwa kupea vijana tenda so, Hizi kampani ya vet, betting, vieta na kadhalika zote zinafaidi vijana, mheshimiwa spika. Kuna watu wanalipa karo ya shule na vieta kwa sababu wameajiriwa hapo. Kuna watu wanalipa kodi ya nyumba na vieta kwa sababu wameajiriwa hapo. Kuna watu wanavaa na hiyo ia vieta kwa sababu wameajiriwa hapo. So kuna watu wanalisha wake zao na familia zao na hiyo vieta. So mimi nataka kuambia serikali kitu moja: wasiguse mambo ya vieta. Wawachana vitu ya watu, kampuni ni biashara ya watu. Serikali kuu wanachaguliwa ili walete usawa kwa wananchi, sio ya... kuharibu biashara ya wengine. Hmm. Tuko na sheria ambayo najua sheria ya kulinda huru ya biashara, so hiyo sheria ndio serikali asingatie. Kama vieta imevunja, tunaweza zungumza, lakini haijavunja. So kwa sababu kuna katelo wamekaa mahali, wanataka kuleta kampuni zao. Ukiona kampuni zingine inapigwa, jua kuna wanasiasa wanataka kuleta kampuni zao. Tuliona. Tuliona kuenda Tanzania hey. Kuna Bet King ileletwa hapa ili kaji ilitoka wapi? Nigeria. Yeah. Na ni mwanasiasa ndiye alileta Bet King. Ah, ah, safadali. <laughs> <laughs> So, mimi nataka kusema hivi. Hatutaruhusu mambo ya aviata kuondolewa kwa sababu wanasiasa wana wanataka kuleta site ya ka, betting ya kampuni zao. Ya hatutaruhusu mwanasiasa fanye kazi. Sheria ya betting ipo ziloshuru ambayo inawekewa wanalipa, wasiguse vieta. Afadhali waguse kila kitu, lakini waachane na mambo ya vieta. Wachana nao bwana, vijana wengi wamejiriwa na vieta, Mheshimiwa Spika. So wao wanataka vijana wakuwe waizi, wakishao ndoa ndoa vieta, wanaenda kuibia nani? Bwana waache mambo ya serikali. Serikali ni kuzingatia usawa na kulinda biashara ya watu. So mimi nataka kuambia serikali Musiguse vieta, guseni kila kitu, kudila pombe mpumbe, na bangi na dawa ya kulevya hii. Mambo ya pombe, pambaneni hii pombe mbaya pombe safi iwachuliwa kama Taska na gini imekubalika. E, hiyo. Lakini hii hi pombe mbaya mbaya inachemushwa hi u pombe mbaya mbaya ambayo inachemshwa kando ya mtu hatuta ruhusu hizo pombe mbaya mbaya ambayo inawekwa sujida ya maiti Tunaambia serikali mpambane hizo pombe, muachana vieta. Mkigusa vieta, mtagusa kila mtu, mmegusa maisha wa Kenya, muachana na hii biashara yenu. Hii mambo ya betting utapata, mheshimiwa Speaker, naona vilabu mingi, nimeona hata Tusker, hiyo ni, hiyo ni, hiyo ni kampuni binafsi. Nimeona KCB hiyo ni bank, nimeona nini, nikakuja Gor Mahia hiyo ni kampuni ya betting, FC Leopard. Kampuni ya betting. Police FC betting company. So wanataka kuvunja hizi kampuni, ndio nini fanyike? Wewe, wewe, bwana, lazima upite hapa mbele. Unaribu bwana. Waya, waya. Kuna waya nataka so kusema hivi Mheshimiwa Speaker. Hii mama baa, wanasiasa wanakaa mahali wanachorea maskini na biashara yetu kuharibiwa, kwa sababu wanasiasa wanajaribu kuleta betting companies zao waje na vieta, waguse kila kitu, wadia mambo ya bangi, wadila hizo mambo ya pombe chafu chafu, lakini wasiguse vieta, kwa sababu vieta inalisha family inalipa karo ya shule. Waachane na mambo ya shule ya vieta kabisa. Tutakuja huko usiku, mambo ya vieta. Jambo la pili, mambo ya watu kufuruka Afrika. Mheshimiwa Spika, ni baadhi jambo lochungu ya kwamba Afrika, mimi nataka kusema, Obama ndiye aliua Gaddafi kwa sababu tamaa. Obama ndiye aliua Gaddafi na Libya, saa hii vile sita, tuna kazi, mimi nilikuwa naoa mtoto wangu anasomeshwa bure, akienda hospitali anatibiwa. Mimi sina kazi, nadeesa na, na, na mshahara, nyumba ziko, nyumba ziko. Nyumba ziko. Lakini kwa sababu tamaa ta, ya Obama ambaye ni mjaluo akaingia tamaa ya umaskini rochafu ya wazungu akaua Gadafi. Saa hii wanataka kuua tena nani? Ibrahim Traoré, we cannot allow man, yes, tutaanza maandamano hapa Afrika mzima, lazima tusimame man. Home. Home. Home. So hii jambo ambalo watu wanakaa mahali wanaanza kutupangia jinsi Mwafrika atakaa, jinsi Mwafrika ataongoza, jinsi Mwafrika ata, my friend. Mimi nataka kuambia sasa hivi baada ya nani kuuliwa Mohamed Gaddafi, the only Gaddafi ambaye amechupuka tena ni Ibrahim Traore. Anataka deni ya mzungu. Next ni Nuru Okambo. Anataka akuweke kwa deni. Sasa ndio anauliwa yani. Tafadhali, tafadhali, wauria. Mzungu anataka kuweka kwa deni ndio kucontrol. Ndio kama sasa hii Kenya. Kenya inacontroliwa puppet. Unaona rais ana randa randa. Alikuwa rafiki ya ya, ya ya Amerika. Ameona kwamba nani amekaa ngumu amekaa ngumu kwamba Kenya kuna mali na viongozi ambao wanachaguliwa Kenya ni puppet ya wazungu, na hiyo ndio Ibrahim Traore amekataa kukua puppet ya wazungu. Alipewa Mheshimiwa speaker ya, ya nini ya, ya, ya, ya, ya, ya unga ya ungangano akakata aka moroko nini, Senegal akakimbilia, akasema hatutaki mambo ya pezi. Ni msaada yenu alipewa na Russia, akasema atutaki tunataka kujipanga kama kama, nini Burkina Faso bila msaada, but sisi tunakimbilia wazungu lazima tuige mfano bora ya Ibrahimu Twaure kwa sababu ni kiongozi bora. Tanzania hapa Magufuli alisimama kidete, so tukikuja hapo the same same marehemu hayati John Pombe Magufuli, tumeona kazi amefanya Magufuli. Aliunda Tanzania Airline, ndege ambazo zilikuwa zimekufa bila ndeni. Kwanza alipiga hesabu nikipewa wazungu wanilipe, nilipe polepole pole, ni bei ghali. Nikiunda moja kwa moja ama nikinunua cash ni bei rahisi. Akatumia njio kwa sababu alikataa mambo ya, nini? mambo ya COVID 19 so lazima tusimame na Afrika kwa Afrika. jambo langu ya Mheshimiwa speaker. ni jambo ambalo nimekera. Kuna muizi fulani hii Kenya kwa sababu ni muizi anafaa kuishi mulatewa na kwa Raila Odinga, anajikinga kwa mvuli ya Raila Odinga, anajikinga kwa mvuli ya Mheshimiwa William Ruto Junete anafaa kufinywa kweli kweli. Junete baada ya kupeleka oh, yes, agenda ya Migori kwa parliament, anaenda kudiscuss, anaenda kudiscuss nataka kusema hivi, natembea. Natembea, natembea na, nani? Na huko conman ya sunna hizi. Junete Mohamed. Junete ni cartel. Na huko cartel my friend. Huko cartel. Nataka kusema ametuiba sana. Junet anatumia kampuni zake mambo ya tendering ya, ya, <laughs> willing willing, willing ya ya kufanya renovations na wanashirikiana na mwenyekiti ya ya hizi.

Radinya girls amekula more than 14 million bwana, si sio fala bwana, na anatumia willing keja limited company, no piosan limited company, no company. Nataka kusema hivi, tafuta mjinga. Gavana Tanzania sio mjinga sio rika yako opumbafu wewe, una present worship ya William Ruto kwa sababu ukikataa Ruto utapeleka manyani. <taps> <taps> <taps> nataka kuambia hivi ODM pia ulikula pesa ya je? Wajaluo wakutaki, kama wanakuficha, mimi sina kuficha wewe. Umerudisha Wajaluo nyuma. Uhuru Kenyatta alitoa pesa, ukaiba pesa ya je, Raila akakosa kukua president. Then unakuja tu panga. Koma Junet Mohamed, nataka kusema hivi. Mheshimiwa natembea governor, dawa ya maskini, dawa ya chochote, tafuta rika yako mwizi. na matembea natembea sio mwizi, gusa mtu mwingine, usiwahi gusa anatembea Yes. Kuna mwingine pia anatoka hapa Dadabu, huyu mwizi ambaye akili imepotea naitwa Faramele, tafuta rika yako Munaiba mali ya oria, munakuja kujenga sili. Ameiba mali yangu. So. Nataka kuambia fara mali. Munaiba mali oria, munakuja kujenga sili. Tena oria kwenu wanabaki maskini. Mali ya Somalia wanakuja kuiba hapa. Nataka kuambia fara mali. Donet Mohamed, Naden Duale. Zile vitu mnafanya kule kwenu Garissa, wajia, Isiolo, eh, Marsabit. Tunajua ya kwamba mali muna iba, munakuja kujenga hapa isili. My friend hatutaruhusu jambo la mwisho. Nataka kuambia hatutaruhusu, my friend juu netafuta rika yako natembea, sio rika yako wala natembea, sio muaji, sio mwizi. We umetukon sana sura hizi. Asante sana, Mungu abari